Bila shaka wapo wale ambao tayari wamekwisha jiuliza na wale ambao hawafahamu lolote kuhusu mipaka ya mataifa ya bara la Afrika na makabila tofauti yanayohasimiana bila sababu yoyote. Mipaka ya mataifa ya bara la Afrika ni nani aliikata na kwa nini ilikatwa? Kabla ya kufafanulia, jiulizi kwa nini kuna makabila ambayo yanapatikana katika mataifa mawili tofauti na wakati mwingine hadi katika mataifa matatu. Kabila la Wamasai ni moja ya makabila ambayo yanapatikana katika mataifa mawili tofauti kwa wakati mmoja. Hii inapatikana Afrika Mashariki kama tunavyofahamu, wapo Wamasai wa Kenya na Wamasai wa Tanzania, na wote tamaduni zao ni tamaduni za Kimasai. Usishangae pia kuona raia wa Angola ana kinasaba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuzungumza Lingala, na raia wa Zambia anazungumza lugha inayozungumzwa na kabila moja nchini Tanzania au Malawi. Ukifumbua jicho la tatu utajiuliza maswali mengi ambayo jibu lake ni moja na rahisi. Ili kuelewa chumbuko la mipaka ya mataifa ya bara la Afrika inatupasa kurudi nyuma miaka zaidi ya 60. Mataifa ya magharibi ili kuepuka uhasama kati yao, himaya ya Ottoman, Marekani na hata Urusi taifa ambalo halikuwa na ardhi iliyohukumu wakati wa ukoloni barani Afrika yaliandaa mkutano ambao ulipelekea bara hilo kukatwa vipande kama kiboko kilichouawa kwa ajili ya kitoweo uvira. Mkutano huo kwa lengo la kuligawa bara la Afrika ulifanyika mbali na bara husika, mjini Berlin nchini Ujerumani kuanzia Novemba mwaka 1884 na kumalizika mnamo Februari Mwaka 1885. Katika mkutano huo haikuwepo haja ya kuwashirikisha wafalme na viongozi wa Kiafrika waliokuwa wakiishi na amani katika vijiji vyao na kuongoza jamii zao. Maamuzi yalichukuliwa na mataifa hayo yaliyoshiriki katika mkutano huo. Mipaka ilianza kukatwa bila ya kujali jamii zilizokuwa zikiishi isipokuwa mipaka ya kiasili kama mito, maziwa na milima. Athari ya kwanza, familia zilitenganishwa. Ndio maana utakuta familia ya Waha wa Kigoma ina kinasaba na familia nyingine ambayo inapatikana nchini Burundi. Lugha ya Wolofu inazungumzwa Mauritania na Senegal, lugha moja katika mataifa mawili. Ni wazi kwamba jamii ya watu hao ilisambaratishwa kwa kuwatawanya wanafamilia. Kitendo hicho kimepelekea uhasama na machafuko ambayo tunashuhudia hadi leo hii. Waafrika kila kukicha wanalumbana kuhusu raia. Usipatwe na mshangao pindi ambapo utaambiwa wewe ni raia wa nchi fulani, kwa kuwa tu una kinasaba na familia nyingine ambayo inapatikana katika nchi jirani, au tu kuwa na jina ambalo asili yake inatia mashaka, na wakati huo huo majina ya kizungu hayana tabu yoyote. tunalumbana kwa kuwa hatujui historia yetu kabla ya mkoloni kuingia na kutugawa. Ukoloni waligawana ardhi ya bara la Afrika miaka 135 iliyopita na mipaka iliyokatwa ndiyo hii ambayo tunaendelea kufuata hadi leo. Katika mkutano huo wa Berlin nchini Ujerumani, mataifa hayo yaliafikiana kuwa kila taifa lilikuwa na haki ya kumiliki ardhi ambayo ilikuwa haijakanyagwa na mmoja kati yao. Kwa mfano Ureno haikuwa na haki kuingia katika eneo ambalo walikuwepo tayari Wafaransa wamekwisha miliki. Kumiliki ardhi kubwa ilitegemea na uwezo wako katika uwanja wa mapambano dhidi ya Waafrika ambao wengi wao walijipata mtegoni kwa ukarimu wao bila ya kujitambua. Ukarimu uliwaponza; pindi mataifa hayo yalipokuwa yakikutana, basi hapo ndipo walipokuwa wakiweka mipaka. Usishangaye shamba lako upande mmoja kuwa katika ardhi ya Kenya na upande mwingine Tanzania. Hadi milima na maziwa yalipewa majina ya viongozi wa kikoloni. Usijiulize kwa nini mipaka ilikatwa bila ya kuzingatia tamaduni za wakazi waliokuwepo katika maeneo hayo, hapo kilichokuwa muhimu ni maslahi ya wakoloni. Chukua almasi ya Angola na mimi nichukue dhahabu ya Kongo, hiyo ndiyo ilikuwa sera ya wakoloni. Himaya zilizokuwepo na kushirikiana katika nyanja tofauti ikiwemo katika sekta ya uchumi zilisambaratishwa: himaya ya Kanem-Bornu, himaya ya Mali, himaya ya Songhai, himaya ya Ghana na himaya nyingine zilikwenda na maji. Ni msiba mkubwa Afrika Magharibi, wanandugu walisambaratishwa na ardhi zao zilibatizwa majina kwa maslahi ya kimkakati ya wakoloni. Mwaka 1964 umoja wa Afrika walijadili kuhusu mipaka, walifahamisha kuwa mipaka haikuwa sahihi, ila tuendelee kama ilivyo. Wengine waliona ni bora kuendelea na mipaka hiyo ya kikoloni bila ya kujali makabila yao. Kabila la Akan lilisambaratishwa vibaya mno. Kabila hilo linapatikana nchini Nigeria, Ghana na Ivory Coast. Hii ni wazi ya kwamba kabila hilo lilistahili kuwa na taifa lake, ila kutokana na mipaka hiyo ambayo iliachwa na wakoloni, watu hao walijipata katika mataifa tofauti, na sasa uhasama unaendelea kushuhudiwa. Zaidi ya makabila 177 yalisambaratishwa, hawa kuitwa Wakenya kwa mfano, na wengine kuitwa Waganda au wengine kuitwa Watanzania. Ni kipi kifanyiwe marekebisho ili mipaka tulioachiwa na wakoloni isiwe chanzo cha uhasama baina yetu na damu kuendelea kumwagika? Kyata Online, subscribe channel yetu, tuna mengi kukuletea.